Ana hey. Ah, inakuwaje, rafiki yangu, nawaamisi watu wangu hey. Sasa leo bwana, kuna vitu nimevifikiria. Wakati niko mdogo sikuwa navifikiria sana. Sisi Waafrika tunapenda vurugu tangu tukiwa wadogo, tunapenda kupigana pigana. Sasa leo utanisaidia kama naongea uongo hapa, lakini kabla sijaendelea na kwanza natoa shout out. Kwa, wano, wano, hapo, hapo yenu jamani njoeni njoeni nipo kule wano mtanipenda sana mengi sana ninayo ndani ya wano. sasa basi leo kwanza nisaidieni watu wangu wazoni yetu hivi kuna umuhimu gani tunachezaga ule mchezo unaoitwa kula mbakishie baba kama sio kupigana tu kwa nini nani alikuja na idea eti kula mbakishie baba na wanakuambia kula ni lazima Alafu unakuta yani, kile kile kijiti karibia kinadondoka, alafu wewe peke yako ndo una mbio, alafu kuna mshikaji anakokana na chuchumaa hivyo na subiri kitu idondoke, tuanze kuvamiana. Nani alikuja kana mama michezo? <laughs> <laughs> Sasa sikiliza hii <laughs> na hiyo ya ibovu. <laughs> <laughs> Nataka kwenda in details mara. <laughs> Eh, nini nile? Eh? Sitaki kabisa bwana, tuache utani. Kuna mtu anakuambia bwana sisi tumepiga kifimbo cheza. Tumefunga sivi vitu gani? Tumepiga kifimbo cheza. Bwana, kifimbo unacho kama una unapigwa. Yani, ugomvi tangu tuko wadogo, yani michezo ya kupigana tu. Eh? Sasa kuna huyu mwingine anasikia mbungoo sijui mbungoo sijui. Ukibungoo umepigwa. Tena kuna mtu anakuambia bwana, naomba unichukulie kitu fulani. Ukijisahau pele kule. Eh? Kumi teni, michezo yetu ya vurugu vurugu tu. Sasa kuna kaka mchezo fulani kombolela, alafu mnakachezaga usiku. Afrika, Afrika ndio. Acha hizi mambo, hili rafiki yangu eh, kombolela ni kwa nini mchezo usiku, watu wanakaribia kuitwa makwao? Eh, hapo sasa tutasikia. Kuna hilo kidali, michezo vurugu vurugu. Nashangaa kwa nini sasa hivi watu wa vurugu vurugu, hakuna michezo ya kusoma jamani, tunashindana spelling ya vitu kama hivyo kila mchezo umevurugwa sasa. Leo Nefyuu nimekufumbua macho, niachie comment basi, afu utaniambia kwanini tuko na michezo kama hiyo. Mi nimekuwa zaidi, naona ile michezo ilikuwa tunaumizana tu, afu mi nilikuwa kibonge tangu mdogo. Sasa yani, michezo yote ya kukimbizana lazima wandaki tandikwa, hivi vibaya mno, mpaka nikanatambia gana chuma maake, napigwa makonzi kwelikweli, mateke enderesana mtakuja kunicheka baadaye. Anyway, haya tumalizane basi na ile kitu yetu. Wo, wo, wo, wo. Ewa Zoni.